Ili tupate baraka na rehema na mwaka huu mtakatifu, kitu cha kwanza ni lazima kufanye hija. Hicho kitu ni cha kwanza kabisa, usikubali huu mwaka uishe bila kufanya hija mbalimbali, iwe ndani ya jimbo la Tabora au nje ya jimbo letu la Tabora, katika vituo vile ambavyo vimeainishwa mwaka huu kwa watu rehema kamili za mwaka wa jubilei. Kwa hiyo, hiyo ni amri au ni sharti la kwanza la, da kujipatia baraka za mwaka mtakatifu, lazima tufanye hija, na lazima tufanye hija katika makanisa au vituo tulivyoelekezwa na mababa zetu. Kwa mfano, kwa jimbo letu la Tabora ni kanisa kuu pamoja na hapa kituo chetu cha Ifucha, na katika kila jimbo wameamua kupanga eneo ajili ya hija ya mwaka huu mtakatifu. Pia hata kule nchi za Roma kule, Uganda sijui watu wametenga maeneo ambayo mapo wataenda watapenda kupata baraka kwa taeda, barata, mwaka huu mtakatifu kinawezekana. Kuna wengine huko wapo wanajiandaa kwenda Italia ya Roma kuhiji, au katika nchi mbalimbali. Sisi tunawaombea na tunawatakia maandalizi mema, mkatuombee na sisi takaobatika kwenda katika vituo mbalimbali vya hija kwa hiyo, hiyo ni sharti la kwanza. Sharti la pili la kujipatia rehema mwaka huu, lazima tujitahidi kuungama na mzee mara kwa mara unavyoweza na lenyewe ni sharti mojawapo la kujipatia nini rehema kamili na baraka za mwaka wa Jubilei. Jitahidi kuungama mara kwa mara kadiri unavyoweza. Kadiri unavyopata nafasi hiyo, kwa sababu mwaka huu ni mtakatifu na tunapaswa kubaki katika huo utakatifu. Maana yake mwaka huu ni lazima utuandae kwa watakatifu, na ukiisha huo utakatifu tusiuchafue, bali tusafiri na huo utakatifu maisha yetu yote, kwa sababu wito wetu wote sisi ni kwa watakatifu tunaipata Mathayo sura ya 5:48 kwamba sisi sote tunaitwa kuwa watakatifu. Kwa hiyo huu mwaka tujitahidi ndugu zangu, kadiri unavyopata nafasi, mkimbilie Mwenyezi Mungu kwa sakramenti ya upatanisho, jipatanishe naye na ujikabidhi kwake. Mwambie Mungu, mimi bila wewe, kwa kweli siwezi itakukosea mara nyingi, lakini naomba neema zako na baraka zako ziendelee kunisindikiza, ni yashinde ya dunia na shinde majaribu iweze kulinda huu mtakatifu. Hilo ni shariki la pili au ni amri ya pili ya kujipatia rehema kamili katika mwaka huu mtakatifu. Lakini sheria au sharti nyingine la tatu ni kujitahidi kupokea ekaristi takatifu mara nyingi ka kadiri unavyoweza. Tafuta fursa za kukominika mwaka huu mtakatifu, tafuta fursa za kusali misa takatifu mara nyingi inavyowezekana katika mwaka huu mtakatifu, kwa sababu tunaambiwa tunayemkominika ni Kristo mwenyewe, na tunapomkominika anakuwa sehemu ya hilo ni sharti la tatu. Sharti la nne au hapo ya nne, tusali kwa ajili ya nia za baba mtakatifu. Katika sala zetu tunaposali iwe nyumbani, iwe duniani, iwe kanisani, jitahidi kuunganisha sala <migurila> zako <queste si> na za baba mtakatifu. Yawezekana <Hernandez> ukawa huyu baba mtakatifu anaombea ni kwa zuri wa tano. Tunaomaliza nawezekana ukawa ujui, lakini jitahidi kusema katika sala zangu naunganisha na nia za baba mtakatifu. Kama unajua kwamba mwaka huu mwezi huu anaombea kitu fulani, utamke kabisa, labda kwa mfano, mwezi wa tatu kumaliza neno. Alikuwa anaombea hali njema katika mazingira yetu ya kazi mbalimbali, kwamba watu wafanye kazi licha naila kuwa magumu, lakini ufanye kazi halali atakazo kupatia mahitaji na kuwaombea wale wanaofanya kazi katika mazingira magumu na kipato ni kidogo, na wao kuwakumbuke, kuwaombea kwa sababu wanaweza kufanya kazi halali na zinasaidia kuendesha maisha ya familia zao. Ni mwezi wa tano ambao tunawamaliza leo, lakini mwezi ujao, mwezi wa sita, anaendelea kuombea ulimwenguni amani. sana katika sala zako jitahidi kuunganisha na nia za Baba Mtakatifu. Kila mwezi huwa kuna nia za Baba Mtakatifu kila mwezi, wenye simu kubwa unaweza kutafuta unazipata, iwe kwa Kiswahili au kwa lugha nyingine, au apekana tayari nyingine tayari nazo kwenye shajara, labda za kanisani. Kila mwezi kuna nia za Baba kutakatia, tunaposali kumbuke kulinganisha sala zetu na nia ya Baba Mtakatifu. Hilo ni sharti moja wapo la mwaka huu mtakatifu, lakini pia sharti ingine, sharti yingine ni kutenda matendo ya huruma mara nyingi, kadiri unavyoweza, unavyopata nafasi. Tutende matendo ya huruma na kwa kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki matendo ya huruma yamegawanyika sehemu ngapi? Mbili, matendo ya huruma ya kimwili na matendo ya huruma ya, ya nini, ya kiroho. Basi tunayafahamu mapendwa, matendo ya huruma ya kimwili, mfano, kwanza kabisa nikuwalisha watu wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, kuwavisha walio uchi, kukaribisha wageni watembelea wagonjwa na kuwafariki na mambo mengine mengi kabisa ambayo tunapaswa kuyafanya hata kuwazika wafu. Mtendo ya huduma la kimwili kuwazika, kuhudhuria misibabu kwenye matatizo ni sehemu ya kujipatia utakatifu. Matendo ya huduma ya kiroho washauri walio mashakana. Sasa hivi kuna watu wengi tumechanganyikiwa, wengine mara kunaweza kuna, kuna, kuna, kuna, kubadilisha makanisa na watu wanawaza kuachana na familia, kuwashauri watu walio mashakani, kuwaombea wakosefu, kuwaonya wadhambi. Hayo yote ni matendo ya uuma, na tunapoonya wa wadhambi, ndugu zangu, ugue kabisa, tunafuta uso wa Yesu kama Veronika alivyofaa, tunasafisha uso wa Yesu tunalitunza kanisa. Hayo yote ndiyo ambayo mwaka huu tunapaswa na tunaombwa kuyafanya, na hiyo ni sehemu ya maisha yetu. Sio kwamba mwaka ukiisha, ah, basi matendo ya huruma kuisha kazi. Hapana, mwaka huu uwe nguvu yetu ya kuendelea kuishi na kutenda yale ambayo yatampendeza Mwenyezi Mungu. Lakini katika matendo ya huruma ya ya kiroho kuna kuombea ndugu zetu marehemu, tuwakumbuke katika sala zetu, tuwakumbuke katika misa takatifu, tupeleke nia za misa maraloni, tukatembelee, tusali huko, tusafishe maraloni. Ni matendo ya huruma kiro, ya kiroho. Hatujui ndugu zetu wakoamaaa kama mtu minguni kati tayari aeuke kuwa waongezi wetu

kuna sehemu ilienda, watu walikuwa ni wengi lakini waliosimama walikuwa ni wachache, ntazali mpaka watu wa wakesini, watu wanaosahau ndugu zao hata kuwaombea misa moja kwa mwaka, watu wanaosahau yawezekana, kama huyo ndiye aliyekuhusisha hata hii imani Katoliki, au inawezekana walikusimamia kwenye ubatizi